Rais Samia Suluhu ametoa agizo la ajabu ambalo limeshtua wengi kuhusiana na waathirika wa mauaji ya kikatili ya mwaka jana. Hujambo, na karibu kwa taarifa zetu za Tanza Pulse, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali tunakusihi subscribe. Rais Samia Suluhu kupitia kaimu mwenyekiti wa tume ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba tarehe 29 mwaka jana, kwa jina jaji mkuu mstaafu um, Profesa Ibrahim Juma ametangaza kanuni mpya kali zinazolenga kulinda usalama wa faragha ya waathirika wanapotoa ushahidi mbele ya tume akiongeza kuwa waandishi wa habari ya watu ruhusiwa kuwa karibu na waathirika wakati wa mashuhuda hayo. Hiyo ni njia moja ya kuzuia shuhuda zile zisije zikasambaa miongoni mwa wananchi na vilevile vile kutoka nje ya nchi, sababu zinaweza zua taharuki ambayo itamweka vibaya Samia Suluhu. Hatua hii iliyotangazwa Januari tarehe ishirini na nne mwaka wa elfu mbili ishirini na sita katika jiji la Dar es Salaam inatokea katika muktadha wa malalamiko makubwa kwamba taarifa za kibinafsi za waathirika zimesambazwa mitandaoni bila idhini yao, hali iliyopelekea msongo wa mawazo kwa baadhi yao na changamoto katika familia zao. Profesa Juma alisema tumi itaendelea kutoa taarifa kwa vyombo vya habari kuhusu kazi yake kwa ujumla, lakini kusikiliza waathirika moja kwa moja utakuwa njia ya ufadhili wa vyombo vya habari kujaribu kupunguza ueneaji wa taarifa nyeti na kulinda wasiwasi wa waathirika. Hii ni badiliko la kipekee la utaratibu wa uendeshaji wa tume hiyo, ambapo lengo kuu ni kuhakikisha kwamba ushahidi unaokusanywa ni salama, wenye heshima na hukusanywa kwa njia ambayo inaweza kuwadhiri ama kuwadhuru waathirika zaidi. Uchaguzi mkuu wa Tanzania uliofanyika Oktoba tarehe 29 mwaka jana ulijigiza kwa mdogo wa fujo na gasi ya kuzuka mara tu matokeo yalipotangazwa, hasa baada ya viongozi wakuu wa upinzani kukosa nafasi ya kushindana kikamilifu, hatua iliyoibua utata kuhusu uhalali wa mchakato mzima uchaguzi wa uchaguzi. Ripoti ya washiriki wa shughuli za kidemokrasia Ilibainisha kuwa uchaguzi huo au kukidhi viwango vya kiteknia vya kidemokrasia eh, na kushindwa kutoa nafasi sawa kwa pande zote. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya habari na mashirika ya haki za binadamu, ghasia zilianza mara baada ya kukamatwa na kuondolewa kwa baadhi ya viongozi wa upinzani na kusababisha waandamanaji kuchukua barabara katika miji mikuu ikiwa pamoja na Dar es Salaam, Mwanza na Arusha. Serikali ilijibu kwa nguvu kubwa, kwa za usalama ikiwa ni pamoja na kupiga risasi kuwa waandamanaji na raia wasio na hatia, na kusababisha vifo vya mamia ya watu, baadhi ya makadirio yakisema hadi maelfu. Mashirika ya haki za binadamu kama Amnesty International yameripoti matumizi ya nguvu isiyo ya lazima, risasi halisi na gesi ya koo dhidi ya waandamanaji na watu waliokuwa mbali na ghasia na kusababisha vifo na majeruhi wengi. Ripoti mbali mbali za vyombo vya habari vinaonyesha kuwa waathirika wa ghasia za uchaguzi walikumbana na changamoto tata si tu kwa kupoteza ndugu au mali zao bali pia kwa kuelekezwa mara kwa mara na vyombo vya habari na wadau wa umma kuhoji usumbufu wao mara kadhaa. Profesa Juma ameeleza wazi kwamba baadhi ya waathirika wamepokea simu za kufuatiliwa mara kwa mara na waandishi wa taasisi mbalimbali, jambo linalowaletea msongo wa mawazo na maagizo ya kifamilia na matatizo mengi ya kifamilia wakati wanajaribu kujenga maisha yao upya. Hii ilichangia uamuzi wa tume kubadilisha utaratibu wa mikutano katika ukusanyaji wa shahidi, wakitaka kulinda faragha na usalama wa watu wanaotoa wa taarifa, hasa wanapotoa ushahidi wa moja kwa moja kuhusu ghasia, ukiukwaji wa haki za binadamu na matumizi ya nguvu kupita kiasi. Tume ya uchunguzi ilianzishwa rasmi na Rais Samia Suluhu Hassan mwezi Novemba mwaka 2025 kwa lengo la kuchunguza matukio ya ghasia yaliyojitokeza wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2029 mwaka jana. Tume hii ina jukumu la kutambua ukweli wa msururu wa matukio, kuchunguza tabia ya maafisa wa usalama, kuchanganua ukweli wa vifo, uharibifu wa mali na kutathmini hatua zitakazohitajika ili kulinda amani ya taifa na kabla tangazo la Profesa Juma jana, uh, tume ilikuwa imekamilisha kusikiliza ushahidi wa waathirika katika wilaya za Kondo, Kinondoni, Temeke, Ilala na Ubungo mkoani Dar es Salaam. Baada ya hapo inatarajiwa kuendelea na shughuli zake katika mikoa ya Dodoma, Shinyanga, Ruvuma na Iringa na baadaye maeneo mengine ili kukusanya ushahidi wa kina zaidi. Jukumu la tume ni muhimu, si tu kwa kutoa taarifa kwa umma, bali pia kwa kutoa mapendekezo ya hatua za kisera, kisheria na kijamii zitakazosaidia kuzuia matukio kama haya kutokea tena katika siku za usoni. Uamuzi wa tume wa kuto uh, kuwezesha waandishi wa habari kuwepo wakati wa waathirika wanatoa ushahidi unaonyesha mabadiliko ya utaratibu wa kipekee yaliyojikita katika kulinda faragha ya waathirika na kupunguza msongo wa mawazo. Profesa Juma ameweka wazi kwamba malalamiko ya kusambaa kwa taarifa binafsi mitandaoni bila ridhaa ndiyo miongoni mwa sababu kuu za mabadiliko haya. Na katika mazingira mengine uchunguzi wa ghasia za kisiasa usalama walioathirika wa unachukuliwa kama kipaumbele cha juu, ili kuhakikisha kwamba wanapotoa ushahidi hawahisi kutekelezwa ama kutelekezwa au hatarini zaidi. Ukuaji wa mitandao ya, ya, ya kijamii ulimaanisha kuwa taarifa binafsi zinaweza kusambaa haraka bila udhibiti, na hivyo kusababisha uharibifu wa zaidi ya waathirika ambao tayari wako katika hali tete. Tangu uchunguzi huu ulipozinduliwa, Tanzania imekuwa ikikabiliwa na shinikizo kubwa kutoka kwa jamii ya kimataifa pamoja na mashirika ya haki za binadamu yanayodai uwazi, uwajibikaji na kuchunguza kwa kina matumizi mabaya ya nguvu. Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Ulaya vimezihimiza mamlaka za Tanzania kuchunguza matukio haya kwa ukamilifu na bila upendeleo. Uamuzi wa tume kubadilisha utaratibu wa mahojiano na waathirika ni muhimu kwa sababu inaonyesha jitihada za kulinda haki za kibinafsi za raia ambao wameathirika kwa njia za kipekee. Hii ni hatua ya msingi katika kurejesha imani ya umma wa mchakato wa uchunguzi hasa katika nchi ambayo imeshutumiwa kukandamizaji wa uhuru wa kujieleza na mashindano ya kisiasa kabla na baada ya uchaguzi. Aidha, jinsi tume itakavyoweza kusimamia uwazi, kulinda ushahidi wa waathirika na kutekeleza mapendekezo yake ya mwisho kutakuwa na athari kubwa kwa mustakabali wa demokrasia, haki za binadamu na utulivu wa kisiasa nchini Tanzania. Na katika kipindi ambacho nchi na jamii zake zinahitaji amani, hakina msimamo thabiti dhidi ya unyanyasaji, hatua za sasa za tume zinaweza kuwa mstari wa mbele kuelekea ajenda pana ya kurejesha imani ya kutafuta maendeleo endelevu kwa taifa lote. Ni hayo tuliokuwa tumekuandalia siku hii ya leo, kutoka hapa TanzaPulse channel ya kupendwa na kuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina a, bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi kwa taarifa zaidi.